Aa, leo nataka tukumbushane kidogo kuhusiana na masuala ya biashara. Unajua, watu wengi wanapoingia kwenye biashara huwa kuna kosa moja kubwa sana ambalo huwa wanalifanya, nafikiri pengine ni kwa kutokufahamu. Ah, mtu yote anapoingia kwenye biashara huwa akili yake yote anaiweka kwenye kupata pesa, au akili yake inaanza kufikiria faida, kitu ambacho kimsingi hakiko sawa na najua utanishangaa okay, kwamba sasa nimeingia kwenye biashara <laughs> kwa nini nisi nisifikirie pesa au kwa nini nisifikirie faida? Iko hivi, faida kwenye biashara ni ni kitu cha mwisho kabisa, kwa maana ya kwamba ni hatua ya nne kwa, kwenye kwenye process nzima ya biashara kukua na biashara kufanikiwa. Na ndio maana biashara nyingi zinakufa kwa sababu zinajaribu kuruka hizi hatua tatu na hizi hatua tatu ni muhimu sana, hauwezi kuziruka kwa sababu uh, biashara yoyote inapoanza kufanya kazi, biashara yoyote inapofunguliwa, huwa ni lazima ifikie hizi hatua kuu nne, na faida ni kitu cha mwisho kabisa ambacho ni hiyo hatua ya nne. Hatua ya kwanza ya biashara yoyote inapofunguliwa, huwa ni kujitangaza, na na, na hapa mpaka biashara kuja kusimama inategemeana na aina ya biashara, lakini mara nyingi huwa inachukua miezi sita, kwa baadhi ya biashara mwaka mmoja, zingine mpaka miaka miwili, kwa inakuwa established kwamba sasa inafahamika vizuri, ime, ime, imefanya marketing ya kutosha kila sehemu online na offline. Na hatua ya pili ni hatua ya kukusanya wateja, kupata loyal customers, kwamba wateja wamefahamu wamehudumiwa hii hatua ya pili, mara nyingi huwa ni ile hatua ya kuonyesha uwezo au ya kuonyesha ubora wa bidhaa ambazo unaziingiza una, una sokoni, kuonyesha ubora wa huduma zako sokoni. Hii ndo hatua ya pili na ndio hatua ya kukusanya listi, ndio hatua ya kupata listi ya wafanya ya wateja, na maanisha ndio ndio wakati wa kupata wale customer na, na kupata mteja mtu yeyote akianzisha biashara anaweza, kuna wateja wa bahati mbaya na kuna wale wateja ambao wanatafuta. Sasa kwa kwas, sasa kumpata mteja ni, ni jambo moja na kumfanya mteja awe loyo aweze kukuletea wateja wengine, hiyo ni jambo jingine. Uh, na hatua ya tatu uh, ni inaitwa return on investment. Hatua ya tatu ni ya kurudisha sasa ule ule mtaji ambao umeuweka kwenye biashara ise, ulifungua biashara yako ya milioni mbili, milioni tano, milioni kumi, milioni mia mbili, whatever. Hatua ya tatu huwa ni ya kupambana, kurudisha kile kiwango ambacho umekiwekeza, na ukishamaliza kurudisha ule mzigo ambao umeinvesti ume, ume kama mtaji kama capital, inachukua muda sana, inachukua inategemeana na aina ya biashara, sometimes inakula miaka kuweza kurudisha hiyo capital ambayo umeinvest alafu, ukishafanikiwa sasa kurudisha mtaji, ndio inakuja sasa hiyo hatua ya kwanza kuona faida. Nafikiri kuna kitu wewe mwenyewe umeona kabisa kwamba da, hivi kumbe mimi nitakuwa nilikuwa nakosea. Ni kweli unakosea, kwa sababu unatakiwa ujue uko steji gani. uko stage ya kujitangaza, huko steji ya kukusanya wateja na kuonyesha uwezo na ubora wa huduma na bidhaa zako ama huko kwenye stage ya kurudisha mtaji uliouwekeza na lazima ujue itachukua muda gani kurudisha huo mtaji. Na hii mara nyingi tunaitumia pale tunapotaka kuchagua aina gani ya biashara nifanye. Watu wengi wamekuwa wananipigia na kuniuliza, kwa mfano labda nina mtaji fulani, na nina nataka nifanye biashara, nitafanya biashara gani? Hilo waga ni swali la kimkakati. Watu wengi huwa sidhani kama kuna mtu anaweza kukujibu direct kufungua biashara fulani otherwise, labda kama kuna mtu umemwona anafanya biashara fulani ukamfata ukamwomba na wewe akufundishe. Lakini kimsingi unapokuwa labda na idea tatu au nne za biashara na haujui ni ipi ufanye, waga tunaangaliaga ni ipi ambayo itarudisha hiyo return on investment mapema kuliko hizo biashara zingine na hii waga inaitwa payback period, kwamba itachukua muda gani, yaani unaangalia let's say biashara zote zina- zinataka milioni tano. Sasa una, unafanya mahesabu ya kwamba katika hizi biashara zote tatu kila moja inahitaji mtaji wa milioni tano, ni biashara gani ambayo payback period yake itakuwa fupi kuliko biashara nyingine? Sijui kama unanielewa, yaani katika hizi biashara tatu ni ipi itanrudishia mtaji wangu mapema? Hiyo ndio inakuwa biashara bora, kwa sababu itakuwa na mauzo mazuri, itakuwa na mzunguko mzuri wa fedha, na hiyo ndio itakurahisishia wewe kupata return on investment. Kwa hiyo ndugu yangu, faida ni ishu ya mwisho kabisa, don't depend on money, usifikirie usi kabisa kwamba hi nimeingiza milioni moja yangu hapa, nimeingiza milioni mbili yangu mimi, ninafanya biashara yangu au nimeinvest hapa milioni, na ukitaka kujua kitu nachokwambia kina umuhimu kiasi gani? Fikiria tu mtu ameinvesti kwenye apartment kama hizi hapa ambazo niko mimi uh, unafikiria ni shilingi ngapi imetumika kutengeneza ku, ku, ku apartment kama hii? Ni, ni lot of money. Na return on investment unafikiri inachukua muda gani? Japokuwa kwenye real estate kuna mambo mengi, kuna mambo ya capital gain na vitu vingine, lakini usije ukaingia kwenye huu mtego. Kabla hujafungua biashara piga mahesabu yako vizuri, ujue kabisa kwamba kuna miezi yangu hapa sita, mwaka wangu mmoja au miwili ya kujitangaza. Kuna muda wa kuonyesha uwezo, ubora wa bidhaa ama huduma ambazo nazoingia sokoni. Hatua ya tatu pia usisahau ni ya kurudisha mtaji ambao umeinvest baada ya hapo, karibu sasa tuanze kupata faida. Nafikiri paka sahivi umeshajua wewe uko hatua gani, mpaka wakati mwingine tena sio